Asante sana Catherine Kahabi, kutoka studio namba moja. Jina langu naitwa Azizi Hashim na nawakaribisha katika Uchambuzi. Mada tunayojadili leo ni taarifa mbaya kwa Watanzania ni kuhusu mauaji ya Mtanzania mwenzetu ambaye alikuwa ni mwanafunzi nchini Afrika Kusini katika chuo kikuu cha Johannesburg anaitwa Baraka Nafari ambaye Ijumaa iliyopita alifariki dunia katika kifo kilichojawa na utata. Taarifa za awali zilionyesha kwamba Bwana Nafari aligongwa na gari, lakini kuja taarifa pia kwamba mwili wake umekutwa ukiwa na majeraha ya visu, na taarifa ambazo hazijathibitishwa zinaonyesha kwamba alishambuliwa na risasi. Mwandishi wetu Saleh Ali yuko jijini Johannesburg, Afrika Kusini, na tunakwenda kujadiliana naye kuhusu nini ambacho kimetokea. Sale, mnaendeleaje hapo Afrika Kusini? na kwa kwa kifupi tueleze nini hasa ambacho kimetokea kwa bwana kwa kwa ndugu yetu bwana Baraka Nafari? Tunaendelea vizuri kama ambavyo mlisikia msiba um, huo wa Baraka Nafari, Mtanzania um, alikuwa nasoma katika chuo kikuu cha Johannes, uh, Johannesburg hapa Afrika Kusini na hali ndio inaendelea hivyo. Kuhusiana na ukweli kidogo, kumekuwa kuna mkanganyiko. Tumejaribu kutafuta hizi habari hapa, tukifika sehemu mbalimbali, mfano Watanzania ambao namjua Nafari ni wachache, lakini wamegoma kuzungumza kwa sababu wanasema wametakiwa kusubiri kwanza vyombo vya dola viendelee kufanya uchunguzi. Na kumekuwa kuna mkanganyiko kama kweli aligongwa gari au alipigwa risasi, na hakuna anayejua vizuri zaidi na wako wanasema alikuwa na rafiki zake na wako wanasema alikuwa peke yake. Kwa hiyo limekuwa ni jambo kidogo ambalo linatatiza, lakini kwa kuwa tuko hapa Johannesburg tunaendelea kufuatilia ili kujua mwanafunzi huyo wa PhD katika chuo cha uh, Johannesburg, uh, ilikuwaje na nini kilichomtokea. Lakini uh, watanzania ambao wengi wanaishi katika eneo uh, la Yovil wamesema uh, ni, ni swala limekuwa linawatia hofu, bado hawajajua kama ni xenophobia au ni swala la Uh, yeye mwenyewe kuwa na ugomvi binafsi na watu au ilikuwa ni crime, kwamba ni swala la wizi, watu walikuwa wakijaribu kumwibia. Kwa hiyo wameiachia polisi ili iwape majibu, lakini wameshaanza kujikusanya, kuangalia, kujua kwamba watafanya nini ili kuhakikisha mwili wa mwenzetu Nafari unarejeshwa nyumbani kwa ajili ya mazishi uh, na kuhifadhiwa. Kwa hiyo tunaendelea kufuatilia tukiwa hapa uh, jijini Johannesburg na naamini Uh, ndani ya siku moja tutakuwa tumeshatoa taarifa kamili nini hasa kimetokea kwa Nafari na nini kinafanyika hapa Johannesburg, uh, lakini ni waahidi kwamba tunaendelea kufuatilia uh, hali itakavyokuwa, pia tutatoa taarifa nini kinaendelea. Mimi uh, ni Sale Ali Jembe nikiripoti kutoka hapa Johannesburg nikiwa na mwenzangu uh, Hilal Daudi. Asante sana Saleh Ali Jembe kutoka jijini Johannesburg. Na mpendwa mtazamaji, hali ndio kama hivyo, ndugu yetu Baraka Nafari hatunaye tena. Mungu alaze roho yake mahali pema peponi. Amini, tunaamini kwamba vyombo vinavyohusika vitasimamia swala hili kuhakikisha haki ya ndugu yetu mpendwa inapatikana. Jina langu naitwa Aziz Yashim na Aziza Shimna. Mpaka hapo ndio tumefika mwisho wa uchambuzi na kurejesha studio namba moja kwake Katherine Kahabi. Mpaka wakati mwingine, bye. bye.